Itakuwaje kama Junior akiulizia baba, ukweli mchungu ni gola kuliko uongo mtamu. Kuna mtu nitaongea naye, ameshawahi kunisaidia jambo gumu sana, naamini kujua kilichotokea itakuwa ni rahisi sana kwake. Ni nani huyo baba? Sitaki umjue kwa sasa, ikiwezekana, usionane naye kabisa ukiwa hai. Sawa, lakini baba ukweli mchungu ni bora kuliko uongo mtamu. Ndio, sikuongopei hapa, nakwambia ukweli. Sitaki umjue, ni tofauti. kulikuwa na tatizo baina yenu? A, maswali ni ya maskari. Na nishakuelezea nilivyowajibu. Mimi nataka unijibu kama baba yako. Mimi si askari. Ulikuwa na matatizo kati yenu? Ndio. Lakini alikuwa kubwa kiasi hicho? Ni mambo ya ndoa tu. Nini hilo tatizo? Ni kuhusu Junior, sio? Ndio baba, ni hilo. Hakutaka Junior ajiuko. Frank, kwanza nataka ujue vitu viwili. Sijazeeka sana mpaka nafika kuwa mpuuzi. Wewe ni mwanangu wa damu, nimekulea bila mama yako tangu ukiwa na umri wa miaka kumi na tatu, na kujua vema. Naitambua damu yangu kila ninapoiona. Baba, chakula tayari. Sawa. Sawa. Mapenzi kwele, napoteza ndoto mwisho tabaki kulakwa macho wengine. Ngumu kuthamini ulicho nacho, ipange vyema kutumia muda wako. Mapenzi na ndoto, nampenda hila sijatimiza ndoto Wifi, muda umeenda sana, ungeenda tu kulala. Hofu yangu asije akalala huko huko. Mi sina mashaka kabisa wifi, kama talala huko huko. Angalia sasa hivi wifi, ni saa ngapi sasa hivi? Ingia tu ndani wifi yangu, kapumzike, atarudi tu. Siwezi kupata usingizi peke yangu Namsubiri aje hapa ili tujue hatima ya hili wifi. Hadi saa ngapi sasa? Akirudi si mtazungumza hata ndani. Ingia tu ndani wifi yangu, kapumzike. Haina haja ya kukaa mpaka sasahivi hapo. unanijaribu si hiyo ndio salam Duncan. Chano, usije ukanijaribu hata siku moja, tafadhali sana. Na kujaribu na kujaribu vipi eh? Lakini tulifunga ndoa na ukanioa rasmi, kwa hiyo unataka nikuondoe vipi hapa? Nikuandikie talaka sasa hivi <sighs> sina shida ya talaka yako sasa hivi hmm? kama ningetaka talaka, basi ningeidai kipindi kile ulichofukuzwa kazi. Sitaki kuzisikia hizo stori tena hapa, na sitaki hapa kukuona hapa. Bebi, ile ilikuwa ni pombe tu. We ujawai kukosea, hmm? we ujawai kukosea kabisa hmm. Yani kwenye maisha yako Ishu ilikuwa ni chupa hmm? basi hiyo hapo, chukua nipige nayo na wewe hmm? Nipige, nipige! Kama huwezi kunipiga nayo, basi acha kushikilia jambo moja kama mwanamke. Jamani tupushe, ni ibilisi jamani. Ni nini hiki lakini Eti wifi yangu. Acheni jamani, ingieni ndani mkapumzike. Eh, kwa mujibu wa rong ya simu na SMS bila shaka, huyu ndo alikuwa mtu wa mwisho kuongea na enjo kabla hajatoweka. Nimeangalia details yake, inaonyesha alikuwa ni mwandishi wa habari lakini alisimamishwa kazi kwa tuhuma ya rushwa. Eh, bila shaka umekuwa mpelelezi mzuri kwa sasa. Mimi sikuwa na taarifa hizo Anaumatwa ya yeah, na rushwa ila kesi ikafutwa, ndio ipo hivyo. Okay, tupo tayari, ila kuwa makini na dalili yote atakaionyesha kwa maana huyu ni mtumiwa namba moja. Akionyesha red flag nyingine yoyote kwake

Eh, bila shaka ndio Mr. Duncan. Nini wakina nani mnaoniuliza? Jeshi la polisi la Tanzania kutoka kwenye kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai. Naitwa Sergeant Ali Kado. Naitwa Vasco Madaso. Koplo. Karibuni sana wakuu. Tunaweza tukaingia ndani tukazungumza. Eh, asante ila sema mara nyingi tumezoea kusimama. Samani kwa usumbufu uliojitokeza. Chanuo. Hawa ni maafande kutoka kitengo cha upelelezi. Rudi ndani, nahitaji kuzungumza nao kidogo. Kwa nini msiruhusi hapa? Mimi si mkeo? Wazungumze. Hey Mr. Duncan, sisi hatuna tatizo ah, na hilo. Nani na imani, unatambua kwa nini sisi tuko hapa? Hapana ah, mimi sifahamu chochote kwa nini mko hapa. Na hapo kichwani umefanya nini? Nilikuwa na mgogoro na mke wangu ikatokea ajali. Wewe wewe, umeelewa eh? Mi najua kilichokutokea hapo kichwani eh? Tena bona nyie polisi mmefika ili mnisaidie kujua kafanya nini hapo kichwani, kwa sababu mambo yanakuwa mengi, mara wakina Delki wanakuja ghafla, mara ananijia na mabandaji kichwani, yani sielewi tafarani uundani. Chanua, Tafadhali naomba unipishe nizungumze na wageni <laughs> nipo sana hapa. Mr Duncan, ni vizuri tungeelekea kituoni ili tuongee kwa utulivu zaidi. Afande, kituoni tena? Mi nazitambua haki zangu. Ni kweli, na ndio maana sijakwambia upo chini ya ulinzi. Hebu tulia basi, unaenda kumtafuta wapi huyo enjo saa hizi? Sijui naenda kumtafuta wapi, lakini siwezi kukaa humu ndani, ngoja nikamtafute mwanangu. Nisikilize mama, najua unaumia sana, lakini siwezi kukuruhusu utoke humu ndani ukiwa kwenye hali kama hii. Enjo alishapotea udogoni na mimi ndio nilimtafuta nikampata. Sioni sababu ya mimi kushindwa kumtafuta leo. Jamani mama, usifanye hivyo. Mama, Enjo hajatekwa na mtu, amejificha mwenyewe.

uli mwacha kajipata na kutaka pia achana na malengo, mapenzi yamekunogea ujana, maja moto sache moto kakolea. Chunga mwisho ndoto nayo sije kapotea. Kinachotutesa pesa amana, marengo ngumo kufika yay, yeah, yeah. kuteleza so kwanguka, nifunze kutokana na makosa yy, yeah, yeah. mbona wapo awachana wapo, mm. kwa kupambania ndoto, mbona wapo walioloyo wapo